Tutaangalia maana ya maisha katika nyanja mbalimbali zinazotuhusu wanadamu. Mtu yoyote ikiwa na pumzi ya uhai, huyo ana maisha, na hivyo ni lazima ajue maana ya maisha, na tutaangalia maana ya maisha katika katika muktadha mbalimbali. Ni kusihi rafiki yangu uzidi kufuatilia vipindi hivi katika chaneli hii, na jambo la kufanya ni kusubscribe, kushare na kulike na kucomment pia, na Bwana akubariki sana. Nini ma maana ya maisha? Maisha ni zawadi ambayo Mungu amempatia mwanadamu ili kupitia zawadi hiyo Mungu atukuzwe katika, katika zawadi hiyo. Hivyo maisha yanatolewa na Mungu ili mwanadamu aishi kwa utukufu wa Mungu, kumpenda na kumtumikia Mungu lakini kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu ndiye chanzo cha maisha katika kitabu cha Mwanzo mbili fungu la saba na Yohana moja kumi na nne tunaona maana ya maisha yanapatikana tu kwa kuunganishwa na Mungu. Mtu yeyote anapokuwa ameunganishwa na Mungu, maisha yake yanaleta maana, maisha yake yanaleta utukufu. Maisha yake yanaleta furaha. Maana vingine vyote vya dunia vinapita, ila maisha yaliyounganishwa na Mungu yana maana. Hivyo maisha ni zawadi ya pekee ambayo Mungu amepatia mwanadamu ili kupitia zawadi hiyo Mungu atukuzwe na hivyo yeyote ambaye ana pumzi ya uhai, yeyote ambaye anaishi, yeyote ambaye hajafa hajazikwa, huyu ana thamani mbele za Mungu, na ndio maana amepatiwa zawadi ya maisha. Na mwandishi mmoja akasema, wewe Mungu umetuumba kwa ajili yako na mioyo yetu haitaona raha mpaka ipate pumziko. Pumziko la kweli katika maisha ni lile pumziko linalotolewa na Mungu, sio pumziko linalotolewa na mwanadamu. Hakuna mwanadamu anaweza kutoa pumziko la kweli. Pumziko la kweli, maisha yenye maana, maisha yenye furaha, maisha yenye tija ni yale yaliounganishwa na Mungu. Tutaangalia maana ya maisha. Hii herufi M inamaanisha Mungu ikionyesha kwamba Mungu ndiye chanzo cha maisha. Mungu ndiye anayeasisi maisha. Mungu muumbaji ndiye chanzo cha maisha, maana pumzi ya uhai yatoka kwake. Katika kitabu cha Mwanzo mbili fungu la saba, Bwana Mungu akamuumba mtu katika ardhi kutoka katika ardhi na wavumbi, akampumulizia pumzi ya uhai, naye akawa nafsi hai. Kwa hivyo tunaona herufi M ni Mungu, ikionyesha kwamba Mungu ndiye chanzo cha maisha. Na hivyo rafiki yangu, ungejua kwamba Mungu ndiye chanzo cha wewe kuishi, usingetishwa na mwanadamu, maana hakuna mwanadamu ambaye ni mwasisi wa maisha ya mtu. Hakuna mwanadamu ni mwasisi wa maisha ya mtu. Maisha ya mtu yanaasisiwa na Mungu mwenyewe. Ni heri tungeacha kuogopa wanadamu na tumwogope Mungu peke yake ambaye ni mwasisi wa maisha yetu lakini Mungu huyu analeta maisha yenye maana, maana yeye ndiye mwenyewe anayejua maana halisi ya maisha, maana yanatoka ya kwake. Hivyo hakuna maisha yenye maana nje ya Mungu. Kuishi ni kumjua Mungu. Heri yeye anayemjua Mungu, maana huyo anajua maana ya maisha ndio maana wale watu ambao wanamjua Mungu wanakuwa watu wenye matumaini katika maisha yao, wanakuwa watu wenye furaha katika maisha yao, wanakuwa watu wenye wenye nyuso za furaha katika maisha yao. Tumaini lao na kimbilio lao ni kwa Bwana. Ndio maana Biblia ikasema, heri mtu yule amtumainiaye Bwana, amfanyie Bwana kuwa kimbilio lake. Na kasema yeye Bwana akasema yeye ndiye kimbilio letu wakati wote wa taabu, yupo karibu. Maisha ya maana yanapohusianishwa na Mungu. Hebu maisha yetu yawe connected na Mungu, ili yaweze kuleta maana. Lakini hii herufi A, leta A, inasema maisha ni agizo. Baada ya kutoka kwenye leta M, leta A ni agizo. Purpose, command. Mungu alimpatia mwanadamu agizo na kusudi. Hakuna mwanadamu ambaye anaishi bila kusudi. your life has purpose. Maisha yako yana kusudi, na hilo kusudi Mungu yeye mwenyewe ndiye alilitoa, ni lazima litimizwe, maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia makusudi ya yeye kuwa kiumbe hai, ya yeye kuwa na maisha. Hivyo maisha yote yale yana makusudi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Bwana alitoa maagizo baada ya kuumba, akamwambia mwanadamu, akamwambia nimekubariki, utawale vitu vyote vinavyoonekana, uvitawale, uvitiishe, uzae na kuongezeka. Maisha ambayo Bwana amekupatia ni maisha ya kuongezeka, maisha ya kufaidi, maisha ya kufurahia. Ni hii dhambi na huyu shetani mpuzi anayeleta a maisha yenye kofu maisha yenye huzuni, hata akitumia vibaraka wengine kudhoofisha maisha ya watu. Leo nikutie moyo kwamba maisha yana maana. Mungu bado anatoa maisha yenye maana, maisha yenye tija, maisha yenye furaha, maana maisha yako yana kusudi. Maisha yako yana kusudi. E, kitabu cha Mhubiri 12 fungu la 15 nasema, mambo yote yamesikiwa hii ndiyo jumla ya maneno, mche Mungu ulishike usike maagizo yake, maana jumla ndiyo impasayo kila mtu. Maisha yana maana na yanafaa, yana, yana makusudi pale unaposikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ndiyo ya kusikilizwa maana inaleta, inaeleza makusudi ya maisha. Lakini leta ai ni imani, Faith. Imani ni daraja kati ya maisha ya sasa na ya uzima wa milele haleluya. Unapokuwa na imani, unapokuwa na imani, maisha yako yako connected with eternal life. Ninakushauri rafiki yangu, kuwa na imani kwa Mungu. Mtu anayekuwa na imani kwa Mungu ana maisha yake, yanaunganishwa na maisha ya umilele. Anapofanya kazi anaunganishwa na, na, na, na, na, na, na umilele. Anapoona yupo kwenye shida, anaangalia umilele, maana maisha yake yako connected na maisha ya umilele. Maisha yenye imani yana maana yanaleta tija katika maisha ya mwanadamu. Kitabu cha Ibrania kumi na moja fungu la sita anasema kwamba "Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu." Na maisha yetu liyawe na maana, ni lazima yawe yanampendeza Mungu, lazima yawe yanampendeza Mungu. Bila imani maisha hubaki kuwa safari ya ubatili tu. Bila imani maisha hayawezi kuwa na maana. Maisha hubaki kuwa ni ubatili tu. Kwa imani yana maisha yanaleta uzima na matumaini. Usikate tamaa, amini Mungu, siku moja maisha yako yatakaa vizuri, huenda ni kesho. Huenda umesubiri kwa muda mrefu katika maisha yako, umekata tamaa, lakini kuambie leo Inua tumaini jipya, huenda ni leo tu kesho maisha yanaweza badilika. Na kuna histori za watu wengi ambao Bwana alibadilisha maisha yao. Kwa nini na wewe Bwana asibadilishe maisha yako? Maana Bwana ana makusudi na maisha yako. Lakini herufi s ni sadaka, sacrifice or service. Yesu alitufundisha kwamba maisha yetu ni sadaka na maisha yetu ni huduma. Maisha yenye maana hupatikana kwa kujitoa kwa Mungu, maisha yenye maana hupatikana kwa kujitoa kwa wengine. Wako watu maisha yao ni ya kutesa wengine, maisha ya kuonea wengine, maisha ya kusengenya wengine, maisha ya kuharibu mipango ya wengine, maisha ya, ku, ya kuloga watu, maisha ya kuua watu. Hayo siyo maisha yenye maana, unapoteza kusudi la Bwana. Maisha yenye maana ni yale ambayo yanafaidisha jamii. Maisha yenye maana ni yale ambayo yanawafanya watu wamwone Mungu kupitia wewe. Hivyo rafiki yangu, ni kutie moyo kwamba bado waweza kuwa na maisha yenye maana lakini leta hechi ni maisha yenye huduma, ministry life maisha ya huduma. Maisha si kwa ajili yetu peke yetu, bali ni kwa ajili ya wengine. Ndio maana Poro akasema mtu mm -mm, asiangalie mambo yake mwenyewe bali aangalie mambo ya wengine. Maisha yenye maana ni yale ambayo yamezungukwa na watu, watu wanakufurahia, watu wana furaha, wanapata tabasamu wanapokuona. Je, maisha yako yanaleta maana kwa wengine? maisha yako yanafanya watu wafurahi. Kuna mtu analala usingizi kwa amani kwa sababu ya maisha yako, au watu wanaomba kwamba heri ungekufa. Ninakutia moyo kwamba maisha yako yalete maana kwa jamii, maana maisha ambayo Bwana amekupatia si kwa ajili yako binafsi. Lakini aya kitabu cha Marko kumi fungu la 45 Biblia inasema kwa kuwa mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika. Yesu Kristo amekuja kututumikia na kusudi lake ni kwamba baraka ambayo Bwana amekupatia ya maisha, wengine wamwone Kristo. Kama Bwana amekupatia karama, watu wamwone Kristo kwa kupitia karama hiyo. Kama Bwana amekupatia utajiri, watu wamwone Mungu kupitia utajiri huo. Kama Bwana amekupatia sauti, watu wamwone Bwana kupitia sauti hiyo. Watu wamwone Bwana kupitia elimu yako. Watu wamwone umo, Bwana kupitia chochote kile ambacho umepewa. Maisha yana faida pale ambapo yanahudumia jamii, lakini herufi hey, ni ahadi, promise of God. Maisha ni ahadi ya Mungu, God has promised to give us eternal life, to give us good life, to give us prosperity life. Yaani Mungu ametuahidi kuishi maisha mazuri, ametuahidi kuishi maisha ya furaha ndio maana katika kitabu cha Zaburi moja akasema, mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, anayetafakari sheria ya Bwana mchana na usiku, anakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. Kwamba huyu mtu ambaye maisha yake yameunganishwa na Bwana hata wakati wa ukame anasitawi. Hata wakati wa masengenyo anasimama. Hata wakati wa kujaribiwa anasimama. Hata wakati wa kutengwa anasimama. Hata wakati wa huzuni anasimama. Hata wakati wa njaa anasimama. Hata wakati wa magonjwa anasimama. Hata wakati wa hali mbaya anasimama. Hata wakati wa kuvizika anasimama, na siku zote kwake ni kusitawi, siku zote kwake ni kuzaa matunda. Maisha ya yana maana yakiwa yameunganishwa na Bwana. Maisha yetu yana maana yakiwa yameunganishwa na Bwana. Ya kitabu cha Petro pili fungu la kwanza hadi la 4 asema kwa hiyo imetupa Yeah, ametupea ametupa ahadi kubwa mno zaidi ya thamani, ili kwamba hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya Mungu. Haleluya! Maisha hupata maana kwa kutegemea na kushikilia ahadi za Mungu. Simama ukishikilia ahadi za Mungu. Maisha yanapata maana kwa kutegemea na kushikilia ahadi za Mungu. Wengi wanaishi katika maisha ya stress, wengi wanaishi katika maisha ya kukata tamaa, wengi wanaishi maisha ya kujitenga, wengi wanaishi maisha yasiyo ya, ya na furani kwa sababu hawajawa na ahadi za Bwana, hawajazitegemea ahadi za Bwana. Ndio maana Bwana anasema anasema hivi, heri yule amtegemee Bwana, amfanyie Bwana kuwa ngome na tumaini lake. Kimtumainia Bwana, kitumainia ahadi za Bwana, maisha yako yatakuwa na maana. Ahadi za Bwana hazishindwi kitu, ahadi za Bwana hazijawahi kushindwa kitu. Yeyote anayeishi kwa kutegemea ahadi za Bwana maisha yake yanakuwa na matumaini na maisha yake yanakuwa marefu. Hivyo maisha, leta M ina maana Mungu, lakini leta A ina maana agizo Papaz, maisha yana maana, maisha yana makusudi. Lakini leta I imani. Maisha yenye ya imani yamekuwa yameunganishwa na maisha ya kimbingu. Lakini leta S ni sacrifice, o sadaka. Maisha yaliyo ya na maana ni yale ambayo yanahudumia jamii ya. Lakini leta H ni huduma, ministry life maisha ambayo jamii inafurahia inamshuhudia Kristo kwa kupitia wewe. Lakini leta A ni promise ahadi, maisha ya kumtegemea Mungu kutumainia ahadi zake, hayo yana maana. Bwana akubariki rafiki yangu, nikutie moyo kwamba maisha yana maana bado, usikate tamaa, usikate tamaa, zidi kusimama katika ahadi za Bwana, atakufikisha katika mafanikio ambayo Bwana anataka ufike. Taendelea na kipindi chetu, rafiki yangu, usikose kufuatilia, na Bwana akubariki. Ni ombi langu kwamba maisha yako yawe na maana ili Bwana atukuzwe. Ni ombi langu kwamba maisha yako yawe na mafanikio yakiwa yameunganishwa na Bwana. Maisha yenye mafanikio yasiyounganishwa na Bwana, hayo ni ya kitambo tu, Hayaleti maana, hayo ndio yanaleta madhara katika vizazi vijavyo. Lakini maisha yaliyounganishwa na Bwana, watoto watafurahia, wajukuu watafurahia, mke atafurahia, jamii inayokuzunguka watafurahia. Ninaomba Bwana akupatie maisha yanayomtukuza na nikusii, rafiki yangu, pate kuomba ombi fupi kwa ajili yako. Bwana, huyu ambaye anasikiliza neno hili linatoka kwako, ninaomba ubariki maisha yake, anayewaza jambo gumu kwenda. Kuna mtu ambaye hata wakati huu alitaka ajidhuru, ninaomba atumainie ahadi zako wewe ambaye ndiyo chanzo mwasisi wa maisha, badilisha haya maisha ule, badilisha mifupa ikawa watu hai, ikawa viumbe. Waweza kubadilisha maisha yaliyokauka, maisha yaliyokufa, maisha yaliyopoteza tumaini. Ninaamini Bwana unaweza, na huyu anayesikiliza na kuamini, na apokee kwa jina la Yesu, tangu sasa akashuhudia kwamba Bwana umetenda jambo katika maisha yake na hivi ndivyo tunavyoomba katika jina lako Bwana wetu, amen. Bwana akubariki sana.